Kuna soja ameuawa hapa, na 50 meters away kutoka hapa there's a police station here. Tukitoka hapa pia pale mbele kuna mwingine amepigwa hapa ameenda police station akiwa hali mbaya. Na hii mambo yote yanafanyika kwa sababu ya maaskari kuwa lenient. Yaani, wamekuwa watu wengine wenye uwezo chukua majukumu wanaona mwizi wanaacha pia. Tuna shida na koti, mtu anashikwa anapeleka kotini, koti inaachilia huyo mtu, atiana makosa na mtu amekufa, kama huyu mwenye aka hapa chini. Tunataka tuone hizi picha zenye watu wa DCI wamepiga, watuelezee, zitoe manufaa, waseme ya kwamba mwenye ameua huyu askari ni fulani na fulani, because kama wangekuwa wezi, si wangeenda penye mali iko, waibe mali, wawachane na huyo baba ya mtu aende Sio vyema na tuko na maskari, maskari wetu hawa wale wamekaa hapa sana, tunaomba wapewe uhamisho. So kama kuna chief na naibu na watu wengine wote wenye wako hii area, wakae pamoja wasaidiane kutoa mtu. On my side mimi sioni haja ya kuachilia mwizi. Mwizi akipatikana apigwe tu auawe. Yeye, yes ndio itakuwa desturi mzuri. Askari ako na bunduki, bado anashika mwizi afanye nini? Apeleke station. Akifika station wanaitisha witness. Akienda kotini, story imeanza, pesa imeenda huko kotini, mtu anafanya nini? Anatoka. Polisi wa hapa awafanyi patrol wa, kazi yao. Ukikuja kwa hii station hapa unapata wajamaa saa tatu usiku wamelala, wamelala alafu e, wa, wa, wa, wanapiga simu wanaambia mama pima atatutumia pesa. Tutumia pesa ya nini? Kuna askari mmoja hapa hapa Western, inatakana OCS ama Indirol uhamishe huyu mutu anaitwa ati macho ine, amekuwa hapa askari, anatembea saa saina saa tano na anaenda analala lakini saa nane saa sita askari hawako kitu ambayo askari ni alikimbilia ni kuangalia mahali penye pombe iko, wakimbia hapo mbio. Ugoro imejaa kwa hii police station, mtu anaweza kufia kwa mlango ya police station. Hii police station ilikuwa inafanya nini kama maaskari wako hapa? Nao maaskari ni wengi sana. Usiku wanatembea wakitafuta watu wa janga, usiku wanatembea wakiibia wamama tunaomba serikali nyingine OCS atusaidie. Nataka tuombe interior cabinet secretary a intervene hii mambo, kwa sababu sio vizuri utovu wa, wa usalama unakuwa katika eneo hili ya Mayakalo. Tumekuwa kwa muda mrefu visa kama hivi vijakuwa vikifanyika na ni jambo la kuzunisha kwamba police station iko hapa na mtu anauliwa hapa bila hata au wenyewe kuondoka katika kituo chao cha polisi.